Mwaka wa 2013, serikali ya Jubilee ilianzisha mradi wa Galana Kulalu. Ni mradi ambao ulilenga kuweza kuhakikisha kwamba kuna utoshelevu wa chakula katika kaunti za Tana River na kaunti ya Kilifi. Kizungumkuti ambacho kinaendelea kuzingira mradi huu ni baada ya wawekezaji kutoka China kukabidhiwa mradi huu na serikali ya Kenya. Maswali ambayo yanaendelea kuibuka kuhusiana na mradi huu ni ikiwa huu mradi utaweza kuafikia malengo ambayo yalidhamiriwa. Hatua ambayo inaendelea kuibua maswali mengi kuliko majibu. Mwanahabari wetu Hamisi Kombe ametuandalia taarifa hii. Katika hatua ya kustawisha kilimo cha uzalishaji kwa lengo la kujitosheleza kwa chakula, mbali na kudhibiti makali ya mabadiliko ya hali ya anga, tayari Kenya imetia sahihi mkataba wa makubaliano na serikali ya China kwa ufadhili wa kima cha shilingi bilioni 40, kujenga bwawa kubwa katika shamba hili la Galana Kulalu. Mradi huu unaotekelezwa na kampuni ya China Communication Construction sasa utatekelezwa chini ya mpango wa ushirikiano wa kampuni hiyo ya kibinafsi. Hii ina maana kwamba kampuni hiyo ina mamlaka zaidi katika usimamizi wa mradi huo kinyume na mpango wa awali ambapo serikali ya Kenya ilikuwa na mamlaka zaidi kupitia kwa washirika wa maendeleo. Miaka sitini baada ya kuwa taifa huru ni aibu kubwa sana kama wananchi wa Kenya wanalala njaa. Kwa sababu nia ya yangu ni kuhakikisha kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Chini ya makubaliano haya sasa, kampuni hii ya China Communications itajenga bwawa hilo na kisha kuuza maji kwa halmashauri ya ustawi wa kilimo cha unyonyizaji maji mashamba ya Galana Kulalu. Hatua hii ina athari kubwa, hasa ikizingatiwa kwamba malengo ya mradi huu wa Galana Kulalu, ambayo yanatarajiwa kutoa chakula cha kutosheleza mahitaji ya Wakenya na hasa wakazi wa ukanda wa pwani hayataweza kutimizwa. Kizungumkuti sasa ni gharama ya maji hayo yatakayouzwa kwa mradi wa Galana Kulalu. Mradi huu unaopatikana katika kaunti za Kilifi na Tana River unakusudiwa kunyunyizia zaidi ya ekari 1300 na kubadilisha kabisa mtazamo wa kutegemea mvua zaidi kwa shughuli za kilimo. Chini ya makubaliano haya, maswali mengi yamebaki bila majibu iwapo kweli kusudio la kupunguza mfumko wa bei za chakula hasa mahindi litafikiwa au mradi huu sasa umebadilishwa kuwa wa kibiashara na wa kibinafsi. Swali jingine ni iwapo mapendekezo ya hapo awali yamebadilika na sasa mradi huu unalenga kuuza chakula katika mataifa ya ng'ambo hasa kwa kuzingatia uhusishwaji pakubwa kwa wataalam kutoka milki za Kiarabu. Of ensuring that the government facilitates and regulates and lets the private sector. Nikiripotia Koko FM, mimi ni Hamisi Kombe. Koko FM, lava ya pwani.